Mkataba baina ya mteja pamoja na mamlaka kwamba ukiomba kuunganishiwa maji basi ndani ya siku fulani sisi tutakuunganishia. Hayo mambo yanaumiza. Mtu amelipia aunganishiwe maji, ah, vifaa sijui bado havijafika, yeye inamuhusu nini? Ah, mtu wa manunuzi, mfumo, mchakato, sijui utaratibu, uu ulikuwa haujui kwamba utakuwa na swala la maunganishi wa maji au hamna malengo kwenye swala la maunganishi wa maji? Kwa hiyo hawalikuwa ujui kwamba kwenye store lazima kuwe na ziada ya vifaa kwa ajili ya maunganishi wa maji au mpaka maji anye waziri gani? Hizo zipeno soma mita, unaenda kusoma mita, unafika pale unasoma mita, mita ina inaokungwa hakuna reading, lakini unamwambia mwananchi akaripie, analipaje? mna mnauhakika gani? Mtu wa huduma kwa wateja huyu msoma mita amefika kwa mwananchi na amesoma mita, unauhakika gani?

huyu amefika na amefanya kazi bana. Wewe kusoma mita, umpige picha kule, ndio itafanya itasoma. Mifumo, tuwekeze kwenye mifumo na tunamshukuru mshikuru mheshimiwa rais, maazimio sasa tunakwenda kwenye, kwenye swala prepaid mita. Piga makofi mengi sanaehi

Mwingine ni mtendaji anafanya kazi serikalini, nisema eh? Tumuhabarishe wa bwana, tutakuwa na hili zoezi, lakini mpaka sasa kunakuwa na muda maalum pale. Tua mwingine amekatiwa maji u mwaka wa pili, yeye apati na nawe upati, bora nitapata kututu, eh? Sema alilipa ile, unafanya wei na nini sasa unapata nini? Bomba litachakaa, mwisho wa siku wewe ndio utaenda kuletea sisi. Tunaelewana vizuri, kuna mambo ambayo lazima tuone namna ya utendaji wake ili tuweze kwenda vizuri. Kwa hiyo tunategemeana, usije ukajiona okay, wewe ni jukumu lako kwenye zile roles na responsibilities za commercial manager speak yake. Lazima ujue ni collective responsibility. Ukipokea changamoto inayohusiana na swala la distribution, basi hakikisha umeenda kutoa taarifa. Tuna changamoto kubwa ya upotevu wa maji, lakini sisi humu ndani ni sosi. Uongo kwenu, sisi nyie, mlioko huko ndani ni sosi ya non-revenue water kuwepo na mnajua Nyinyi pamoja na watu wenu walioko chini yenu, sometimes mnashirikiana. Wewe unakuta maji yanavuja, umeletewa taarifa, lakini huo unakaa tu. Unaweza ukaenda kusoma mita wewe na watu wako huko, ukakuta kuna mvuja wa maji, lakini unasema hii sio ya ama hii ya mtu wa ufundi atakuja kufanya. Technical manager na timu yake anapata wapi taarifa bila ya wewe? Mheshimiwa Waziri alishatoa maelekezo na hata bungeni siri kwa ajili ya faini na nini, situlisema wamesamia initiative za kwenda kuangalia disconnected. Kwa nini mtu yuko disconnected miezi sita saba, anatoa wapi huduma ya maji, anachazo mbadala au kwa sababu, kama wote tunatumia maji sosi ni hey. lazima ujue huyu umi mtu yuko disconnected na ana nyumba oga anapendeza anapigia bustani, lazima ujiulize, na yuko disconnected ana chanzo kingine cha maji.